Rais William Ruto ametangaza kuwa Wakenya hawatalipia ada yoyote kupata vitambulisho. Akizungumza katika eneo bunge la Kibra, rais Ruto amesema hatua hiyo itahakikisha kuwa hakuna Mkenya anayebaguliwa. Stephen Leto na taarifa zaidi kuhusu ziara ya rais mtaani Kibra pamoja na ahadi alizotoa kwa wakazi <mulia> Ruto aliingia Kibra kwa kishindo, huku wimbo wa Kasongo ukimkaribisha hapa. Rais Ruto akipata makaribisho ya aina yake, ambayo ni ngome ya chama cha ODM. Rais akitangaza kuwa wakenya sasa hawatalipa pesa za kupata vitambulisho. na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. jeshi jeshi jeshi ya ya ya baba ya baba ya baba. Rais Ruto ametaja malipo haya kuwa ubaguzi wa hali ya juu, akiongeza kuwa ni haki ambayo haipaswi kuwekwa vikwazo ya kifedha. Kila mtu apatiwe kitambulisho bila malipo na kwa mpango ambayo haina ubaguzi kwa Wakenya rais ruto akiwa kibra amemlimbikizia sifa odinga na kumtaja kuwa mkenya halisi anayejali mstakabali wa taifa and i must say this that raila odinga is the foremost patriotic leader that has decided that the unity of kenya the progress of our nation the transformation of kenya is very important to all of us and i want to tell other leaders let us join forces Rais Ruto aidha alishuka na ahadi kochokocho, akiahidi kutenga shilingi milioni 500 kwa minaajili ya ujenzi wa soko la toy. Tutatangaza karandasi ya kuweka street lights katika hii Kibra drive yote mpaka bomolulu Road ili wamama, vijana na wazee wafanye biashara 24/7. Nairobi hatujui mambo ya ukabila. Shida ya Mkikuyu ni sawa na shida ya Mjaluo, ni sawa na shida ya Mkisii ya Msomali, ya Mnubi, hii majina imezidi. Ati chapo eh? Basi hata hiyo chapo ni sawa, tuendelee na chapo pia. Ziara ya Ruto jijini Nairobi itakamilika hapo kesho katika maeneo ya Islands na Kasarani. Stephen Leto, runinga ya Citizen.